Nani katika sisi atataka kuzikwa na umma kama un <laughs> kila mtu anatamani, ndio mabwana. Atatambea kuna mazishi mengine ukenda, badala ya kuwa ni msiba yawa ni harusi, Allah, yawa ni furaha, kwa sababu watu wamefarijika. Umma wote unakuwa na huzuni gani? mtu aliozikwa na umma wote kweli, familia yake ina huzuni, na wakihuzunika amekosea. <laughs> Umma wake wamekuja kumzikia, babu yenu babu yenu, jamaa yenu amekuja kuzikwa na naua wakikisha wahuuikurahika kwa sababu Mtume anasema antum shuhada Allahi fi ardhi Amin. Hii ndio mashahidi wa Mwenyezi Mungu katika ardhi, mkimshuhudia mja kwamba ni mwema Mwenyezi Mungu anampia peponi. Sasa leo umma wote unamshuhudia mwema huyu, kila mmoja amekuja na gharama yake, hakuna aliyotumia gharama ya kuja kuzika au familia ilichanga ikatumia tu gharama, ndio ni muziki. Kila mtu amekuja na gharama yake na atarudi na gharama yake. Kilichofanya umma ukajaa kwa sababu ya wema aliyotengeneza. Wema hutengenezwa hauji hivi Alitengeneza wema ndio leo umma anamshuhudia wema. Kwa hivyo, kwa hadithi ya Mtume huyo ni wajibu kutiwa peponi. Haya si yangu, ni ya Mtume aliyoambia maswahaba kwamba nyinyi ndio mashahidi wa mtu. Katika nyumba yenyewe ambayo tunakwenda kumhifadhi mzee, haiko mbali sana, iko nyuma tu ya msikiti wake hapo. Kwa hiyo hatutatumia nguvu kubwa sana kwenda mbali hapo limechimbwa nyuma tu ya msikiti pale, na kwa mujibu wa walioandaa tuliwaambia waandae vizuri sana, lakini taarifa yao ni kwamba wamefikia level mzuri. Kwa hiyo baada ya yote haya, nafasi zimependekezwa tisa nafasi zimependekezwa tisa za watakaoingia kabrini kumstiri mzee wetu. nafasi ya kwanza baba wa marehemu nafasi ya kwanza, baba wa marehemu tifaki. Tulikaa pale hatukuandika jina, lakini ulisema tunatambuana mababa, tutamwambia mmoja aingie. Nadhani ilikuwa iko pale. Nafasi ya pili, e, ujombani, ujombani upande wa mama, ndio maana ya ujombani. E, ataingia Ahmad Sadiki, huyu ni mjomba wa marehemu jumbani wa mama. Nafasi ya tatu kundi lile la watoto lile tumetaji, tumetajiwa hapa mzia na watoto kadhaa tumemchagua mmoja ingia kwa niaba ya wenzao, na si mwingine Ustadh Rashid bin Darueshi ataingia kwa niaba ya walozaliwa wenzie. Nafasi ya nne, mwakilishi mmoja kutoka Dar es Salaam, mwakilishi mmoja kutoka jiji la Dar es Salaam, chim, eh, <coughs> Daru, na si mwingine ni sahaba yangu katika tarika Ustaz Rashid Chimwanda, umependekeza uingie kutoka Dar es Salaam. Nafasi ya tano, mwakilishi kutoka eh, mkoa wa Mtwara na tumekubaliana aingie mwenyekiti wa BAKWATA mkoa wa Mtwara na amesema mwenyewe kwamba hata naingia mwenyewe. Sempeme utaingia e, ndanda na kuendelea ndo waliandaa kaburi lile. Kwa hiyo mmoja katika watu waliochimba ajaze nafasi ya mtu wa tisa, ili kaburi liweze kuchukua idadi ya watu tisa. Hao meridhia mashehe wa mkoa wenyewe, watakubaliana na swali ya nani. Kuna shehe Muhammad Mshangani hapa Nashiki, jamani, wao ndio wanajua anaswali nani. Hiyo ni kikao chao wenyewe. Swala ya jeneza itaongozwa washeku jamatini, kwa kwa Allahu Akbar